Fanya figisu zako chini kwa chini, fanya figisu zako ndani kwa ndani, lakini tukikubaini, tukakuona, tunakuwa pia hatutakuacha salama. Hapa tulipo tumevua kabisa vazi la utu, hapa tulipo tumevua kabisa vazi la ungwana, hapa tulipo tuko ni wanyama kweli kweli. Tumejawa na ushetani wa kiwango cha hali ya juu. Tutakufanya vibaya na haitoishia kwako tu, ni kwako wewe na familia yako wote tuna bibua. Usitupime kutaka kujaribu ni kitu gani tunaweza kufanya, tukwambie tu tunaweza kufanya ubaya wa mwisho kabisa ambao binadamu anaweza kufanya. Tafadhali kaa mbali na hii, tafadhali kaa mbali na Simba Sports Club. Tutakufanya vibaya, hatutamwonea mtu aibu, hatutamwonea mtu huruma Hatutajali cheo chake wala wadhifa wake, ili mradi anataka kutuharibia Simba, na sisi tutamharibia mazima, na sisi kwenye kuharibu hatuchagui tuharibu kitu gani, tunaharibu maisha yako yote. Tafadhali kaa mbali na sisi, tuwache tutimize kile ambacho tumedhamia. Kama ni kushindwa, tushindwe wenyewe.